Kuna watu ukikutana nao mara ya kwanza wanaonekana kama wako sirias sana, yaani kama vile hawapendi watu, ni makauzu. Lakini ukishafahamu tu vizuri, unagundua kuwa kumbe wao ndio watu wazuri kuliko watu wote ambao uliwahi kuwafahamu. Sasa leo, twende tukajue kwa nini watu wazuri huonekana kauzu au sirias sana kabla hujawajua. Let's go. So, namba moja, watu wazuri huwa wanapenda kusoma mazingira kwanza. Yaani, huwa wanataka kujua kama mtu ni mzuri au ni salama kabla hawajafahamiana naye. Wanataka pia wamfahamu kama huyo mtu ana tabia nzuri ana vaibu nzuri au ni mtu ambaye asieleweka. Hivyo wanaonekana siriasi sana kwa sababu akili yao inafanya uchunguzi na si kwa sababu wao ni wagumu. Na namba mbili, watu wazuri mara nyingi hawapendi drama, yani hawapendi kelele, hawapendi makundi, wala hawapendi majungu, na wala pia hawapendi kupiga mazugu mazugu au kubishana kwa sauti. Kwa sababu hii, huwa wanapenda kukaa kimya, na wanakuwa na mazingira yao wao wenyewe, huwa wanajitenga kiasi fulani. Hiki kimya chao kinachukuliwa kama vile ni kauzu, kumbe ni tabia yao tu ya kutokupenda kupenda drama ya kutokupenda kupenda kelele, majungu na matusi na vitu vingine kama hivyo, kitu ambacho kinafanya wakae peke yao na kuweza kufocus na mambo yao. Namba tatu, mtu mzuri mara nyingi huwa haropokwe maneno, anafikiria kwanza. Hii inaofanya aonekane kama kauzu au yuko sirias sana, lakini ukweli ni kuwa anapenda maneno yake yawe sahihi, si ya kumuumiza mtu. Hivyo huwa anaamua kukaa kimya mara nyingi kabla hajaanza kuzungumza. Au hata ukimfuata ghafla, huwa hazungumzi kwa uchangamfu mara moja. Huwa anakaa tu kidogo, anakusikiliza, baadaye huwa anafanya uchunguzi wa maneno yake, kisha anakujibu na ndio maana hawa watu huwa wanaonekana ni makauzu sana. Kwa hiyo kabla hujamsema mtu ni kauzu, hebu mpe muda kwanza. Watu wazuri wana tabia moja, huwa wanajifungua pole pole kama maua. Ukifika ndani utashangaa kumbe ndiye mtu mzuri zaidi kuwahi kutokea. Nafikiri hata wewe ulishawahi kukutana na mtu wa aina hii, au pengine wewe ndiyo mtu wa aina hii ambaye anaonekana ni kauzu kumbe ni mtu mzuri sana. Je, yeah, hebu niambie uliwahi kukutana naye au ni wewe? Niambie hapo chini kwenye comment. Kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, like video hii, share video hii ande, bye, baibai, bye.